Epuka kufanya vitu hivi kipindi hiki cha full moon ama mwezi mpevu. Na huu mwezi mpevu umeangukia tarehe sita mwezi huu wa kumi na utaenda hadi tarehe saba mwezi huu wa kumi Kwa hiyo tarehe sita, tarehe saba, zote hizi ni siku ambazo kutakuwa kuna mwezi mpevu. Na huu mwezi mpevu umeangukia kwenye saini ya Aries ama kondoo. Kwa wale ambao hawafahamu chochote kuhusiana na mwezi mpevu mwezi mpevu ni kipindi ambacho mwezi unakuwa kamilifu ama timilifu na unaangaza kwa namna ya kitofauti, tofauti na kipindi cha miezi mingine, nikimaanisha mwezi unakuwa na phase tofauti tofauti. kuna kipindi ambacho mwezi unakuwa uko nusu au wanaita mwezi mchanga, mwezi unakuwa kipande kidogo sana. Waswahili wanafahamu kanakuwa kipande kadogo sana ambako tunaita mwezi mchanga ama new moon. Lakini vivyo hivyo mwezi unaendaga na kufika kuwa robo kufika kuwa nusu hadi kufika kuwa mpevu ama timilifu. Sasa kila kipindi uh, fulani cha mwezi mwezi huwa unakujaga na energy fulani kwenye uso wa dunia. Mwezi mpya ama mwezi uh, new moon huwa unakujaga na kitu chake uh, lakini pia mwezi angavu ama mwezi mpevu huwa unakujaga na kitu chake, na hivi vitu ambavyo vinakujaga mara nyingi sana huwa vina influence maendeleo ama vina, ama vina influence siri kufunguka ama vina influence mambo mapya ama kukusaidia wewe kuachilia. Nikimaanisha kwamba ukiona mwezi mpevu, basi tambua ya kwamba wewe unatakiwa kuachilia na kuita yale unayotamaniaje kwenye maisha yako. Kwa hiyo kati ya vitu vikubwa ambavyo unatakiwa kuzingatia kipindi cha mwezi mpevu kama hivi leo, tarehe sita na tarehe saba ni kwamba natakiwa kuachilia yale yote ambayo hayanisaidii kwenye maisha yangu, watu, kazi, chochote kile lakini pia natakiwa kuface yale ambayo natakiwa kupambana nayo ili kushinda hatua ambazo niko nazo sasa hivi. Kwao, kama kuna chochote ambacho kinakushinda kinakupa hofu binafsi, kipambane hicho kitu, usikikwepe, kiface na ukipambane, haswa kipindi hiki cha mwezi mpevu. Manage hisia zako, kwa sababu mwezi mpevu huwa una influence sana hisia. Niliwahi kuzungumza ya kwamba mwezi unaendana sana na hisia ama mwezi unatawala sana hisia. So tukianza na nyota ya Aries ama nyota ya kondoo, hii nyota ina sifa kadhaa, lakini moja kati ya sifa zake ni nyota yenye nguvu sana. Lakini pili, ni nyota yenye sifa ya uongozi ama kuongoza. Tatu, ni nyota yenye uwezo wa kuanza upya no matter what. Hii nyota ndiyo nyota ambayo inaweza ikaanguka leo lakini kesho ikaanza upya na kufanya mambo yakakaa sawa. Sasa kipindi hiki ambacho huu mwezi umeangukia kwenye hii nyota ya kondoo ni fursa kwako wewe ambaye ulikuwa una struggle kuanzisha kitu kipya, ulikuwa una struggle ku face yale yote ambayo yalikuwa na kuzidi nguvu, iwe ni uh, ulikuwa na uraibu ama uh, ulikuwa na shida yoyote ambayo inakubana mahali fulani na unashindwa kuiface hiyo shida. Huu ni msimu wako wa wewe kuiface hiyo shida, kwa sababu kwenye huu mwezi mpevu kuna nguvu ambayo itakusaidia wewe ku face chochote ambacho kiko mbele yako na huwa kinakutisha ama huwa kinakurudisha nyuma. Kwa hiyo jitahidi kuwa na listi ya vitu gani unatakiwa kuviachilia, kwa sababu hivyo vitu unavyotakiwa kuviachilia ndio vitu vinavyoweza kuwa vinakushikilia ama vinakurudisha nyuma. Chochote ambacho kinakurudisha nyuma, kinakushikilia, kiachilie. Tengeneza listi ya kuachilia, iwe laana za ukoo, laana za familia laana za kujitakia uh, mambo ya mifungamano ya nafsi. Chochote kile, ulitembea na watu kumi, ishirini, thelathini, unataka kuwaachilia sasa, uwe huru kiroho. Tengeneza listi yako ya kuachilia, chochote kile ambacho unaona kimekuwa kipingamizi kwako kiandike, ili ukiachilie. Lakini vivyo hivyo, unatakiwa uandike yale ambayo unatakiwa kuya face, ama unataka kuya face. Yoyote yale ambayo yanaweza yakawa ni aibu kwa wengine ukiwasimulia, lakini wewe ndio unayajua moyoni mwako na yanakutawala na yanakutawala kwa namna mbaya, weka list ya hivyo vitu. Lakini kitu cha tatu na cha mwisho, weka listi ya yale unayoyataka kuyaleta kwenye maisha yako kuya manifest. Unatakiwa kufanya katambiko kadogo nyumbani kwako kakujisafisha, safisha nyumba yako, uwe na sage, uwe na chumvi ya mawe, safisha nyumba yako vizuri. Na hivyo vitu vyote viko kwa wale ambao wanataka kuvinunua, ama wanataka kuwa navyo viko, piga simu hiyo ambayo unaona namba hapo chini kwenye skrini yako, utapata huduma ya hivyo vitu vya kusaidia wewe kufanya hayo matambiko madogo nyumbani kwako. Safisha nyumba yako, safisha ofisi yako, safisha mwili wako, safisha nafsi yako, safisha roho yako, achilia kila ambacho ni mzigo kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, Energetically, physically, ama mentally. Sasa twende kwenye vitu gani utakii kuvifanya kipindi hiki cha full moon ambayo imeangukia kwenye sign ama kwenye nyota ya Aries. Namba moja, epuka kukimbia migogoro. Badala ya wewe kuikimbia, face hiyo migogoro na uisolve ama uipatie suluhu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Ndio kule nilikosema mwanzo kwamba chochote ambacho kinakupa hofu usikikimbie, kiface na ukitatue kwa namna yoyote ile ambayo utabarikiwa kuweza. Lakini kitu cha pili, epuka kuchelewa kutoa maamuzi muhimu. Najua unaweza ukawa umejikuta kwenye mabano ya unatakiwa uamue kitu fulani ambacho kinaweza kikasaidia kitu kwenye maisha yako ama kikaongeza kitu kwenye maisha yako, lakini ukawa unapata wakati mgumu kukiamua hicho kitu ama kuchukua maamuzi kwa haraka. Kwa sababu gani? Kwa sababu una unajidoubt, una hofu haujiamini sasa. Zima hizo sauti zote za kuwa na hofu, usiogope. Zima hizo sauti zote za kujidoubt, sikiliza intuition zako, sikiliza moyo wako unakuambia nini, then amua. Kadri unavyokaa sana bila kuamua, pengine ndivyo kadri utakavyozidi kuwa unajidoubt uh, unaji na kujitilia mashaka dhidi ya hayo maamuzi yako ambayo unaweza ukayaamua. Kitu cha tatu Epuka kuogopa mabadiliko, usiogope mabadiliko. Inaweza ikawa kuna kitu kinataka kitokee kikubwa kwenye maisha yako, pengine unataka kuhamia uh, unataka kuhamishwa nchi ama unataka kuhamia sehemu fulani tofauti, unataka kuhamia kazi fulani tofauti, biashara fulani tofauti, na unahisi kabisa ndani yako hiki kitu kinakwenda kubadilisha maisha yako kwa namna nzuri. Tafadhali, tafadhali, usiogope hayo mabadiliko. Lakini kitu cha nne epuka kulala ukiwa na makunyanzi kwenye moyo wako, epuka kulala ukiwa na hasira, epuka kulala ukiwa na visasi, epuka kulala ukiwa na chuki dhidi ya mtu ama dhidi ya kitu achilia, usiende navyo, kwa sababu unaenda kukreate, unaenda kufanya manifestation, unaenda kuumba hiyo chuki, hayo maneno mabaya uliyolala ukiyaongea kwenye kifua chako, hao watu wabaya ambao umelala ukiwashikilia kwenye kifua chako unakwenda ku manifest, pengine unakwenda kuvuta watu wa namna hiyo ama vitu ambavyo umelala ukiviongea kwenye kifua chako ambavyo sio vitu vizuri. Kwa hiyo lala ukiwa umeachilia, lala ukiwa na moyo mkunjufu ambao hauna chochote negatifu. Kwa hiyo utaanza na kuondoa yale ambayo huyataki, achilia laana za ukoo wenu, laana za kifamilia, chochote kile. Kitu cha pili, andika yale yote unaotamani kuyaondoa kama hofu hofu ya chochote kile, hofu ya mabadiliko, hofu ya kuanza upya, hofu ya kubadilisha, hofu ya kubadilika, hofu ya kutengeneza, hofu ya kuumba, hofu ya chochote kile ambacho ipo sasa hivi kwenye maisha yako, andika, unaiondoa hiyo hofu, sawa. Lakini kitu cha tatu, jitahidi uh, ku, kuleta yale unaotamani kuyaleta kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama wataka kuanzisha biashara, kama wataka jitengenezee uh, hiyo uh, maneno ama maandishi affirmation kwenye diary yako, ama kwenye jono yako, andika yale unaotamani kuyaleta kwenye maisha yako, idadi unaifahamu wewe, andika yale unaotamani kuyaleta kwenye maisha yako. Lakini kabla sijaendelea mbele, naomba ufahamu ya kwamba limitation ni akili yako. Ukiona hiki kitu huwezi kukimiliki, basi hautakimiliki. Lakini lazima ujitahidi kuwa tayari ku align na kile unachotamani kukileta kwenye maisha yako. Jitahidi unachotamani kukileta kwenye maisha yako kiendane na kile ambacho kipo kwenye akili yako. Akili yako ikikubali, moyo wako ukikubali, maneno yako yakitamka dhidi ya hicho kitu unachotamani kukileta, basi vinaenda kuwa align na kwenye barabara moja hadi kuja kwenye maisha yako in the physical realm. Lakini akili yako ikikubali unachotamani kukileta, moyo wako ukakataa, maneno yako yakakubali, kuna kitu kimoja ambacho kinapeleka hicho kitu mbali na wewe, kwa sababu hakijakubaliana na wewe kwa hiyo akili, hisia, matamshi, vyote na matendo vikubali kile unachotamani kukimanifest kwenye maisha yako, ndivyo kitatokea. Jitahidi kuwa na hivi vifaa nyumbani kwako, ili kufanya hizi richo za kujisafisha uh, pamoja na na kuachilia uh, kitu cha kwanza, jitahidi kuwa na agapi uh, cleansing salt, sawa. Hii ni chumvi kwa ajili ya kujisafisha, zote ziko ofisini kwetu. Jitahidi kuwa na sage, inaweza ikawa stiki, inaweza ikawa ni sage ya majani washa kwenye nyumba yako, safisha nyumba yako, nuia yale unaotamani kuyaleta, nuia yale unaotamani yaondoke, iwe ni hofu iwe chochote kile negative. Lakini pia kama unahitaji moon water ama maji ya mwezi mpevu, haya maji huwa yana siri kubwa sana na yana nguvu kubwa sana kulingana na miezi tofauti tofauti. Nilishasema sio kila mwezi unaenda kuweka maji nje, ok. Kwa hiyo kama unahitaji hii moon water, karibu utaipata na utaipata kwa maelekezo yote ambayo unatakiwa kuyatumia kwa hiyo yote ambaye atapata bidhaa kutoka kwetu anaweza kupata maelekezo ya kila kitu cha kukifanya, uh, huku akitumia hizo bidhaa ambazo tutakuwa nazo. Bila kusahau, naomba kipindi hiki uwe na mshumaa mwekundu sawa? Uwe na mshumaa mwekundu. Uh, tupo kwenye sign ya fire ama sign ya moto, kwa hiyo mshumaa mwekundu utarepresent vizuri sana ama utaendana vizuri sana na energy ambayo iko leo. Jitahidi kumeditate ukiwa umewasha huo mshumaa mwekundu tawa, ama uh, jitahidi kufanya hiyo uh, fire gazing, ugaze na huo moto ambao upo kwenye huo mshumaa mwekundu. Fanya meditation hapo, achilia manifest, fanya creation yale unaotamani kuyafanya. Meditate ukiface fear zako ama hofu zako, na ukizishinda kwenye hiyo meditation, jione ukishinda hizo hofu zako kwenye hiyo meditation. Jione ukileta hayo mambo ama ukiwa yule unayetamani kuwa kwenye hiyo meditation jioni ukiachilia zile laana ama jioni zile laana zikikuondoka kwenye hiyo meditation. Sijui kama tunaelewana vizuri. Fanya hivyo usiku wa leo tarehe sita. Fanya hivyo usiku wa kesho tarehe saba ukiweza ama ukitamani kufanya, fanya hivyo hata tarehe nane mwezi huu wa kumi. Fanya hivyo hizo siku tatu ambazo nimekupa, tarehe sita leo, tarehe saba, tarehe nane. Fanya hivyo vitu nonstop, oga jisafishe, kutumia hiyo chumvi, fanya usafi ndani ya nyumba yako, alafu angalia vile vitu vinavyokwenda kushift ama vinavyokwenda kubadilia. Mimi nawapenda sana. Naitwa Mkiza Soul, ni mwalimu na msaidizi wa mambo ya kiroho. Saidia kufolo, weka like yako, weka komenti yako, tukutane tena kwenye video nyingine, kipindi kingine. Peace.